Ah, hawa kuku ambao unawaona hapa wana siku arobaini. Na hawa kuku, kabla sijakwambia wamefikisha kilo ngapi, aa, nataka nikupatie video ya siku ya kwanza ambayo walikuwa wanafika. Najua kwenye group la WhatsApp tulitoa maelekezo. Hao kuku walifika wakiwa na changamoto nyingi sana, kwa hiyo tulitoa maelekezo namna ya kuweza kuwasaidia tokea hiyo siku ya kwanza wanafika. Wewe isikilize vizuri hii video, afu baada ya hapo nitakuelekeza ni namna gani tukaweza kuwa boost kutoka kwenye hali mbaya, mpaka wakafikisha kilo ambazo nitakwambia hapo baadaye, ambazo nitakuonyesha aa, kwenye mzani kilo ambazo wamefikia ndani ya siku 40 na kuuzwa kwa gharama kubwa kabisa. Kwa hiyo unaweza ukajifuza kitu namna ya kualea e, broiler. Atakuelekeza namna ya kualea tokea e, siku ya kwanza, kuku ambao wana changamoto, kuku ambao wangekufa wengi, mpaka wanafika siku e, ya arobaini wakiwa na huo uzito ambao nitakwambia Aa, sasa kwa kuanzia sikiliza kwanza hii video ambayo tulirekodi siku ambayo tulikuwa ndio tunapokea hawa vifaranga. Aa, sasa bwana, leo tumepokea vifaranga kutoka. Hawa vifaranga leo wamekuja, wana changamoto kubwa sana, wana, wana hii changamoto kama unavyoona. Tumefuata utaratibu wa kawaida, tumeweka maji ya glukosi Uh, bado hatujawekea chakula lakini, wakati tunawafungua vifaranga wengi wana changamoto, yani ni kama vile wanakaribia kufa, wanashindwa kutembea. Umeona wana hii changamoto, nadhani inatokea mnapata kama hivi. Kwa hiyo leo eh, kidogo kampuni limeleta lime, lime, lime, lime, lime, lime vifaranga ambao wana changamoto. Hii ni changamoto ya kampuni, hawa vifaranga ni kwamba hawaj... wengine hawajakauka vizuri Eh, unajua e, vifaranga wakitotolewa kuna joto maalum waga wanawekwa. Sasa wasipokauka vizuri, ndio unaweza ukapata changamoto kama hii hapa. Sasa hapa tupo tunajaribu kuisovu hii changamoto hapa, na nadhani nataka niwaelekeze namna ambavyo, Uh, ikitokea na wewe mwanafamilia wa Kingo Farm umepata hii changamoto, ni namna gani unaweza ukaisolve. Kwanza kabisa watenganishe wale vifaranga ambao wana changamoto na wale ambao hawana changamoto, kama ambavyo sisi tumefanya tumewaweka hawa kwenye box hili hapa, ili tuweze kuwahudumia kwa ukaribu, na kama huku pembeni tukiona kifaranga yoyote mwingine ana changamoto hiyo, basi tunamchukua na yeye tunamuweka humu, ili tuweze kumhudumia kwa karibu, ili kuweza kupunguza vifo. Yaani hapa vifo huwezi ukavikwepa, lakini utapunguza kwa kiasi kikubwa sana, lazima e, miongoni mwa wao vifaranga wapo ambao watakufa. e, sasa tunapunguza hawa, nitakuwa wote wafu. Umeona kama hapa kidogo tumeanza kusovu, hawa kidogo wanasimama, wengine wanatembea, lakini wote walikuwa wamelala kama huyu alivyolala hapa. Umeona? Aa, sasa kwanza kabisa omba Mungu, hii changamoto ipate kwenye jua la asubuhi au jioni. Unaweka kwenye jua kama hivi ambavyo sisi tumeweka kwenye jua. Jua litawasaidia. Kitu cha pili, chukua kifaranga mmoja mmoja, mnyweshe glucose hivi. Kama hivi unachukua kifaranga huyu unamnywesha e, glucose. Kumweka tu hivi kifaranga akiweka kama mdomo. Hata kama alikuwa anasizia na hali mbaya, lazima tu atakunywa hayo maji yenye glucose. Aa, kitu kingine kuna huu mchanganyo. Huu mchanganyo tumeweka huu mtangawizi moja, kitunguu saumu kimoja kizima pilipili tumeweka mbili, humweka pilipili pili mbili, alafu maji tumeweka kikombe kimoja kile cha chai, yaani robo, alafu tumeblend, tumepata huu mchanganyo. Sasa ukipata huu mchanganyo, utakuwa unawachukua kama hivi, unawaweka hivi, wanakunywa pia huu mchanganyo. Umeona wakinywa hivi, unakuta kabisa kifaranga nastuka kabisa kwao hivi hivi Nadhani umepata maelekezo vizuri kuhusiana na hawa vifaranga siku ya kwanza, wakati wanafika bandani, lakini pia umepata e, tiba ambayo tuliwapatia. Sasa nataka nikupeleke moja kwa moja kwenye kuwapima uzito hawa e, kuku na mzani wangu huu hapa na uwasha hapo. Aa, kama unavyoona utasoma sifuri. Sasa hapa nageuza hili dishi Uh, ili niweze ni kumkamata kuku nimweke hapo. Sasa ngoja nitafute kuku ambaye ana uzito wa wastani huyu hapa. Uh, ngoja tumuweke kwenye huu mzani wetu. Uh, tunamweka tuna hapo uh, kilo tatu na point tatu unaweza ukaona, yani ni zaidi ya kilo tatu na robo. Uh, tuje tutafute kuku mwingine ambaye ana uzito Uh, mwingine tumweke pia kwenye huu mzani uh, kama unavyoona uh, na yeye pia amesoma kilo 3.2. Ngoja nikusogezee uone vizuri, nadhani unaona hiyo kilo 3.2. Kwa hiyo kwahiyo hawa kuku ni wastani wao ni zaidi ya kilo tatu na robo, ambapo sasa ukipiga mahesabu vizuri kwa uzito huu ambao, eh, unaupata kwa hawa kuku mfano hapa tulipo hawa kuku tunawauza elfu ishirini japo bei za hapa kidogo zinakuwa ni, ni, ni gharama za, za juu, na wananunua vizuri kabisa, na ni ndani ya siku arobaini. Unaweza ukaona. Na kitu kingine cha ziada ni kwamba hawa kuku walikuja wakiwa na changamoto. Sasa hapa unaweza ukaona, kuna kwaga kuna kinga pamoja na chanjo, mfano huu mchanganyo ambao tulikuwa tunawaandaa hapa, tulikuwa tunawaandalia hawa kuku. Hii ilikuwa ni kinga na ilikuwa ni kinga ya kwa kinga na kideli. Unaona hapo kulikuwa kuna hii hapa alovela. Aa, lakini pia kukawa kuna kitunguu maji, nadhani hicho mnakiona. Kukawa kuna kitunguu saumu Aa, lakini pia kukawa kuna tangawizi hii Kinga hii, kama mmewahi kusikia, tunasema chanjo ya ND plus IB ndio ni sawa na hiki kitu ambacho tulikuwa tunakichanganya hapa. Hiyo uh, chanjo ni maalum kwa ajili ya kuzuia ugonjwa wa Newcastle pamoja na ugonjwa wa mafua. Kwa hiyo inafanya kazi e, mbili kwa pamoja. Kwa hiyo huu unawapatia siku tatu. Sasa vipimo vyake hapa, ndugu zangu, ukijiunga na kundi letu, sisi huaga tuna e, toa video kama hizi. Hata hii video unayoiona hapa tulikuwa tunawaandalia watu wa kwenye kundi, tuliwaelekeza vipimo ambavyo wanaweza wakatumia kwa ajili ya kutengeneza hii chanjo, lakini pia hii haishii tu kwa chanjo, e, na sio chanjo ya hayo magonjwa tu, ni chanjo pia ya magonjwa yanayosababishwa na bakteria. Hilo ni jambo la kwanza. Uh, jambo la pili, hakuna kitu tunakizingatia sana sana sana hapa shambani kama mzunguko wa hewa kwenye mabanda uh, unayaona haya mabanda haya, haya mabanda sisi ndio ambayo tunalelea hawa kuku, haya ni mabanda yetu sisi wenyewe Mnaweza mkaona kitu kimoja ni kwamba yana ya nafasi kubwa sana ya mzunguko wa hewa, mbanda yote hapa. Hata uje uangalie mabanda ya upande huu hapa, yana mzunguko mkubwa sana wa hewa. Kwa hiyo humo e, ukiwaweka kuku, kwanza huwezi ukapata yale magonjwa ya mstuko. Kitu kingine, kuku anakuwa na mzunguko mkubwa sana wa oksijeni. Anaweza mtu akakwambia, labda e, banda likiwa lina nafasi kama hayo ambayo umetoka kuyaona hapo linasababisha kuku pia kuwa mzito na ukabisha, uh, ni kwamba hivi kama kuna mzunguko mzuri wa oxygen eh, kwenye damu kwenye ile inasababisha pia kuku kuweza kufyoza vizuri virutubisho vya chakula ambacho anakuwa amekula, hivyo na kuepukana na udumavu. Mnaweza kajiuliza, mabanda ambayo yanakuaga yameshonana sana, yani kuku wengi wamekaa sehemu moja e, kuku kuu wanaduma, sababu ni hiyo, kuku wanakosa hewa. Lakini pia magonjwa, wanaweza kupata magonjwa kama vile ya mafua, hayo magonjwa yakawarudisha nyuma kwenye ukuaji. Kuku anapokuwa anaumwa, e, nguvu kubwa ya chakula ambacho anakula huwa inaenda kwa ajili ya kutibia kile eh, lile tatizo ambalo amelipata. Kwa hiyo hivyo inafanya kuku asikue vizuri, na moja kati ya kitu ambacho usiombe Mungu kuku aume. Na booster nyingine ambayo huwa tunaitumia sana, kuna majani ya mpapai, aa, kuna tangawizi, pilipili, kitunguu saumu. Hizo ni booster ambazo ukija tu hapa shambani kwetu lazima ukutane nazo. Yaani hizo ni booster za msingi kabisa hapa shambani kwetu, sisi tunakuwa tunazitumia uh, kwa ajili ya kuwanenepesha hawa kuku. Uh, mwisho kabisa, unaweza ukajiunga na kundi letu la WhatsApp ambapo tunashare vitu vya ndani kabisa vya hapa shambani. Kama hivi, unaweza ukaona namna ambavyo tumewakuza hawa kuku. Tulikuwa tuna share WhatsApp, kujiunga na kundi letu, ada yake ni shilingi elfu nane. Utakaa kwenye kundi kwa muda wa miezi miwili, lakini pia tuna vitabu hivi hapa ambavyo unaviona, kitabu kimoja hapo kinauzwa shilingi elfu kumi. Ni kitabu kizuri sana, tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp. Hivi ni vitabu ambavyo vitakusaidia sana sana kwenye ufugaji. Tutafute namba yetu ya simu hiyo hapo unayoiona, uh, ili uweze kuwasiliana na sisi KingoFarm, tuweze kukuhudumia. Asanteni na kwa elimu